The, the same story new chapter tunapokutanisha mawazo watu ya watu tunapoangalia yale yanaowakumba wao, kwani sisi hatujui, ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kitofauti kwenye jamii yako. Yapo yanaokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Hii leo kwenye new story the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Ikiwa basi leo ni Jumatatu mpya tena, wiki nyingine mpya kabisa, tukiwa tunaendelea na simulizi ya ndugu yetu Jenifer. mnaitwa Madam T. Unasikiliza 98.7 FM na niendelea kukumbusha kwamba simulizi zinapatikana YouTube channel yetu, ingia YouTube huandika Banana FM TZ, basi kuanzia simulizi ya bahati sehemu ya kwanza inapatikana kule tunaendelea na tunasonga mbele, tulipoishia kwa juma lililopita, kwa wiki iliyopita pale ambapo Jenifer anasema alikagua ikuta imekagua simu ya Felix na kwenye kukagua simu wakutana na message za ajabu, message za watu ambao wanaonekana wako kwenye mahusiano na Felix na Jenifer anasema sio mtu mmoja wala wawili. Jenifer anasema kinachonuma zaidi ni kwamba mimi nimeamua kuacha ujinga aina hiyo, ni mwili na yote nimeamua kubadilika kwa sababu ya Felix, lakini Yaani ananifanyia hivi tena, sio kwa mtu mmoja au kwa watu wawili, yaani ni kwa wanawake wanne, na hiyo ni baadhi tu ambayo nimeona. Je, yeah, kwa vitu ambavyo sijaviona kwa wengine ambayo sijaviona, kwa hiyo simu nyingine ambayo yuko nayo atakuwa na mambo mengine mengi. Jenifer anasema kati najaribu kuuliza na nini Uh, Felix alimpiga kofi kwa ajili ya kumnyamazisha, kwa sababu Jenifer Simani alikuwa anaongea kwa shauti na anaongea kwa nguvu na nini, akanipiga kofi afa, akaniambia ninyamaze, yani akanionyesha ishara ya sh... kidole, yani ni nyamaza. Jana anasema kulikuwa ni kukutana Lia tu nikuta na Lia, na akanivuta pale, tukaenda kwenye gari. Jenifer alisema tukaanza kuongea, kuzungumza zungumza, wala yani mimi hakuna ninachokielewa lakini Jenifer anasema Felix alitumia sana nguvu kwenye calm down akiniambia, kwamba ah, ni mambo tu yaani ya ujana na nini, lakini ananipenda mimi, nisiwe na hofu, kwa kuusiana yeye ni vitu vya kupita tu, yeye ndo mwanamke ambaye mimi, ndo mwanamke ambaye ana malengo na mimi, ananipenda, ana enjoy akiwa na mimi, anafanyaje. Jenifer anasema aliambia maneno mengi sana lakini Jennifer anasema hata nikifanya jeni yani, siwezi kusema kwamba mimi sitamsamehe Felix, siwezi na siwezi kusema kwamba nitaachana naye kwa, kwa sababu nimeona message. Jennifer anasema tena nikikumbuka ile kauli ya dada yangu akisema kwamba mimi na, na, na Felix tumekutana kwa miemko kwamba kwa nasubiri asema kwamba tutawezana, tutaachana kabla ya hata ya hiyo hiyo siku ya, ya kuchumbiwa. Basi Jennifer anasema nikajikuta nimekubali kumsamehe Felix lakini, tayari kichwani mwangu nitakana naye kwa password. Yaani nitasitajiaminisha ya tena kama niko peke yangu, kama kipindi cha nyuma ambacho nilikuwa najiona kama mimi ndio napendwa peke yangu. Mimi ndo mimi, yani no one like me, yani nilikuwa najiona kama mimi ndo mwanamke pekee yangu ambaye nammiliki Felix, kumbe wako wengine. Lakini ndio hivyo, ameniambia kwamba ni mambo tu ya ujana, eti kwamba mimi ndo ananipenda mimi ndo ana mpango na mimi, ana mpango wa kuanzisha familia na mimi, ndo maana nilikuja hadi nyumbani kwetu na nini. Kwa Jenifa, nasema nifanyaje sasa, mtu ndo kashasema hivyo. Jenifa nasema kabini, nikubali kubali, kabini ni hivyo hivyo hivyo, nasema siku ile, siku nikakuwa naye siku nzima hadi kesho yake na nini. Jenifa nasema kiukweli sikuwa na yani, sikuwa na chaguo kufa, la kufanya. Lakini sasa uaminifu ulipungua. Jenifa anasema sikumwamini kama nilivyokuwa namwamini mwanzo. Ndo hicho kitu ambacho kikubwa kilipungua, lakini sikupanga kuwachana naye. Kilichopungua tu ni nilijua kabisa, yani siwezi kumpenda kama nilivyokuwa nampenda mwanzo. Basi Jenifa anasema mimi nikaendelea na bisinesi zangu na chuo na nini Basijeni anatuambia kwamba hapo katikati mpaka anamaliza alimaliza, yeah, chuo mbele yake anasema kuna chochote kilichotokea kikubwa yani ambachon, ni maisha tu ya kawaida changamotozakaadanazkutananazo nili, nili, nili, nili, mwaka ule wa kwanza nilifeli kabisa wala nini nilijitahidi ku ile ujanja ujanja wa kusema hivi hivi nipo chuoni, kwa sababu hivi mara nimetafuta sehemu ya kazi na nini. Lakini Jennifer anasema mtu pekee ambaye nilimwambiaga ukweli ni Felix, ndo alinisaidia hadi kulipa ada ya mwaka mwingine ambao mimi wazazi wangu walikuwa wanajua tayari ishamaliza chuo. Kwa Jennifer anasema nilitumia tu ujanja ujanja hapo, nikafanikiwa kumaliza chuo nikijidai kwamba niko sio nasubiri kazi na nini. Kwa anasema alitangulia kumaliza chuo mbele, alimaliza Felix wa kwanza afu mimi, maana alikuwa sawa na dada Miriam. Anasema mimi nilikuja kumaliza mwaka mwingine, miaka mingine miwili mbele, na ilikuwa mwaka mmoja tu, lakini nilikuwa sema, kukweli, ni tayari nilikuwa nimesha fail mwaka wa kwanza. Jenifer anasema kiukweli mimi nilimaliza chuo, graduation yangu ni nzuri. Hata kipindi kile nimeenda kwenye graduation ni ya Felix, ilikuwa ni nzuri ya kuvutia hivyo nasema dada yangu mimi akufanya akufanya graduation kwa sababu alijua siku ya graduation ya, ya Felix mimi nitakuwepo. Kwa hiyo anasema nilikuwa ame, anasema hivyo lakini bado roho ilikuwa ina mwuma. Kwa anasema dada yangu mimi akufanya graduation kabisa. Kabisa. Je, anasema kila mtu tuliendelea na maisha hivyo na hivyo mimi baada ya kumaliza sasa chuo rasmi. Je, anasema sasa nikamaliza chuo kabisa kabisa. Nikawa nimerudi nyumbani nikijidai kwamba nimejaribu kutafuta tafuta kazi lakini nimefanya fanya jini nasema, wakati ule ule mwaka wa mwisho wengine, anaambia mama angu nimepata kazi, naambia nimefanya miezi miwili lakini naona kama sielewi elewi, naona kama wamekuwa wagumu kulipa jinasema jina nasema mingine, nikasema nilikuwa najitolea, nimeona ofisi kama bado aina mpango wa kunilipa. Kwa hiyo sema nikawa natafuta tu sababu, ili nisianze kujieleza tena kwamba niseme nili disco kab, nilifeli kabisa kabisa kabisa, nikarudia chuo. Hapana, mwaka mzima. Hapana, Jeni anasema kweli ni siri ambayo nilifanikiwa, mtu pekee ambaye alijua ni Felix na ndo alinipia ada, nasema ndo alinisaidia gharama zote na nini, akanilipia ada, kila kitu kikawa sawa yeye. Jeni anasema Felix ni mtu ambaye familia yake ina uwezo, naye kuna baadhi ya vitu ambavyo tayari ame babake amemwekea maduka ya dawa, sio nini. Jenifer anasema Felix amesomea udaktari kwa ile maduka ya dawa, anayuna, ni, ni haribu, ya dawa anayo na nini. Kuna vitu ambavyo tayari babake amemtengenezea system ya kumuingizia pesa licha ya pesa ambayo anayopata kutoka familia yake. Basi Jennifer anasema baada ya yote kuisha na mimi kumaliza chuo, Felix sasa ndio akaenda nyumbani rasmi kwa ajili ya kunichumbia. Jennifer anasema kweli, hayawi hayawi, hatimaye amekuwa, anasema alituma wazee wake kuja kuuliza kusna masomo ya mahari na nini. Kweli Jennifer anasema kama utani, prosesi za kunichumbia zilianza na Jennifer anasema siku siku siku dhamiri, yani siku, sikutegemea kuna kipindi ambacho niliona kama ah, mimi ni, tunaweza tukao kwenye mosan na muda mrefu na Felix, lakini sikuwa naona kama kuna dalili tena za kunioa kama alivyotoa ahadi yake kipindi cha ya mwanzo kwa sababu hata stories za kuoana wana zilipungua. Na hii Jenifer anasema nilisahau kwamba mimi ndo nilirefusha masomo. Muda wangu wa kusoma uliongezeka tofauti na ile ambayo nilikuwa natarajiwa. Kwa hiyo Jenifer anasema kweli processes za uchumba zilianza na nini mahari na nini hivyo na vitu vikafanyika. Jenifer anasema ikapangwa na tarehe ya kuvalishwa pete. Kwa hiyo processes zikawa zimeanza. Jenifer anasema siku hiyo nimekaa na na nasema Jenifer dadangu mimi tayari, Miriam alisharudi nyumbani kwa sababu alishasema amenisamehe. Kwa hiyo alisharudi, tunakaa tena ile pamoja, na mimi nimerudi chuo, nimemkuta, kwa hiyo tupo. Jenifer anasema siku ile nilirudi nikamkuta dadangu analia sana. Yaani, Jenifer anasema nilimkuta ni amelia, tuseme hivyo, kwa sababu anaonekana macho yamevimba, uso umevimba, anaonekana amelia, nikamsemesha hakunijibu Sema tukakaa nikasema ngoja nimwache asira zake zikipungua atazungumza tena. Jenifer anasema namfahamu dada yangu vizuri sana. Kaya sema kwamba asira zikisha hata nisijibu tu. Tumekaa tumekaa tumekaa nikamwita sana, dada Miriam, una shida gani? Mbona unalia? Akaniuliza, "Hujui shida yangu mimi Jenifer?" <clears throat> Jenifer anasema sikutaka kujibu chochote kwa sababu najua. Najua wazi kwamba ni kuhusiana na mimi kuolewa na Felix. Akaniambia, sikutegemea kama mtafika hapa. Nikamwambia hilo nalijua. Akaniuliza, nalijua kivipi? Nikamwambia najua ulijua kwamba mimi na Felix tafika mahali tutaachana. Akaniuliza, "Jenifer, hivyo umempenda Felix au ume, umependa pesa zake? Nikamwambia, dada, namaanisha nini kusema hivyo? Akaniambia, nakuuliza, nakuuliza Jenifer nikamwambia hapana, mimi sijaolewa na, na Felix kwa sababu ya pesa zake, hapana, ninampenda <laughs> akaniuliza unaweza ukafanya kitu kwa ajili yangu. Nikamwambia wewe ni dada yangu, tumekuwa pamoja, tumefanya mengi, inategemea tu na kitu chenyewe, kama nitaweza kukifanya basi nitaweza. Akaniuliza unaweza ukaachana na Felix kwa ajili yangu nikamwambia dada, unamaanisha nini? Wamesha kuja na nyumbani, prosesi ishaanza, unaniambia niachane? Nikamwambia akaniuliza tu tena, unaweza kuachana na Felix kwa ajili yangu? Jenifa anasema siku mjii chochote. Akaniuliza uwezi, si ndio? Nikamwambia ndio, ni ngumu, ni ngumu kabisa. Jenifa anasema nyumbani tulipokuwepo pale kuna changamoto ya Jenifer anasema, kipindi cha mwanzo, wakati mimi bado nasoma, yuko kuna changamoto itokee changamoto ya kifedha na nini, baba akaenda kukopa. Anasema baba na mama walivyoenda kukopa, nyumba yetu pale ilipo ipo reani, yani ipo kwenye hatihati ya kuuzwa. ya nikamwambia dada, pesa ambazo zinatolewa kwa ajili ya mahari, umesikia mipango ya baba fika, kwamba ndo anataka alipe, anataka alipe deni la hii nyumba tunadaiwa baba na mama wanadaiwa, wanataka walipe deni. Nika akaniuliza kwa hiyo, unaolewa ili mahari yako ilipiwe deni ya nyumba ambayo wazazi wako wanadaiwa? Nikaambia umenielewa vibaya, lakini ni moja ambayo tunaweza ukaipatia pesa. Uzuri ni kwamba hili swala la kuona mimi na Felix lilikuwa kitambo kabla hata hili deni la mama na baba. Kwa hiyo, dada, siwezi kufanya hivyo. Akaniuliza nakujua vizuri Jeni, akaniambia nakujua vizuri sana mdogo wangu wewe hujampenda Felix, umempenda pesa zake, umempenda kwa sababu uenda -ana anakuhudumia, anafanyaje ndio maana umempenda, lakini sio kwa sababu una mapenzi naye ya dhati. Leo hii Felix akiishiwa akapoteza pesa zake ghafla, naamini asilimia mia wewe utakuwa ni mtu wa kwanza kuondoka kwake, utaondoka. Ninaamini hilo, hujampenda Felix, ni bora umwachi kwa sababu ya nini. Yeye anasema baba yangu, akaanza kuongea pale, analia nasema unakuwa na una, una, una mtu unaninyang'anya, mtu ambaye mimi ninampenda, lakini unampenda kwa sababu ya pesa zake na nini, dada. Nikawaambia tu dada, mimi nimekaa na Felix kwa muda mfupi, lakini namwelewa, najua hata nikiachana naye leo ni ngumu sana kuja kurudi kwako kukuoa wewe, kwa sababu hataweza kufanya hivyo, ataona ni kama anacheza ana ana do kwa hiyo dada de usijiumize mimi kama mwenyembo, kunisamee basi. Mimi nakaribia kuolewa, nipe baraka zako na nini. Ndipo nasema nilijaribu kumongea mama dadangu maneno ya busara na nini. Nasema nilimwacha tu pale akiwa analia, nilibembeleza mpaka nikachoka. Yaani nasema nilimtumia muda mrefu sana kumbembeleza, lakini hakuonekana kusikia mimi ninavyombembeleza. Jenifa nasema siku ilipita na siku ya pete ilifika. Jennifer anasema kweli mimi na Felix tulivalishana pete, sherehe ilikuwa nzuri. Japo Jennifer anasema changamoto nyingine ambayo nilikuwa nimeiona ni mama mkwe, ni mama mkwe, mama yake Felix. Anasema, yani kwa jinsi tu alivyokuwa ananitizama, alivyokuwa ananichekea, alivyokuwa ananisemesha ni dhahiri kwamba ni hakuwa hakunipenda wala hajanipenda, ni vile tu labda amefanywa vile kwa sababu ya mwanae na itakuja tutakuja kufahamu uko mbeleni zaidi itakuwaje, lakini Jenifa anasema kwa jinsi mama mko wangu alivyokuwa ananichekea nini, leo sana ananichukia kinafiki, ananisemesha yani kama vile hii haikuwa type ya mwanangu kabisa. Lakini afanyaje sasa? Mwanae ndo kashapenda, ndo ameamua kunioa. Jenifa anasema mimi mwenyewe hata nikasema hii hata alinipi alinipi hata kashkashi alinipi hata stress, kwa sababu mimi siendi kukana mama yake Felix lakini pia nitamudu pia vile vijana. Nasema mimi ni mkorofi obvious, yani mimi kwa kawaida mimi ni mkorofi, kwa najua ni haiwezi kunitisha kwa lolote lile, sina unyonge wa hivyo, haiwezi kunitisha kwa lolote na mimi pia nishamwambia ga Felix zamani kwamba siwezi kukaa kwa mama yake na baba ake, yani siwezi kukaa kwao, tutakaa kwetu. Na Felix pia mwenyewe anasema, alikuwa mwenyewe anasema anahitaji uhuru zaidi kwa hawezi kukaa kwa wazazi. Basi Jeni anasema sherehe iliisha vizuri. Sema baada ya sherehe kuisha, ai uh, watu wakiwa wanaagana kule bado wazazi, wanaagana na wageni waliokuja, wanawashukuru wageni na nini, nini na nini. Nikatakiwa mimi kurudishwa nyumbani. Niende nyumbani. Nasema wakati dereva ambaye alikuwa ameondolewa kwa ajili ya kurudisha nyumbani. Felix akamkatiza akamwambia kwamba ananipeleka, ananirudisha nyumbani mwenyewe. Anirudisha mimi mwenyewe. Basi Jenifa anasema kweli Eh, Felix ananirudisha mpaka nyumbani. Alivyonifikisha tu getini pale, akawa ananiambia kwamba anisindikize ndani. Nikawa naniambia tu hakuna shida. Ay, tusilete taswira nyingine, tusilete picha nyingine mbaya kwamba, kwa sababu umeshanifikisha hapa, basi mimi tu nitaenda nyumbani mwenyewe. Nifikisha mpaka getini, mi nitashuka, kuna nyumbani, wala tu usijali. Jennifer anasema nilikuwa nimevaa na gauni ambalo lina mapambo mengi na, yani ambalo nikikaa ya sehemu lazima niache alama ya urembo rembo ambayo ilikuwa kwenye gauni lile na nini. Jennifer anasema Felix akanikumbatia pale, akaanza kuniambia kwamba yani anatamani kama leo ndo aondoke na mimi, sijui amenimisi ile kunimisi kama wapenzi na nini. Nikamwambia Jennifer, nikamwambia Felix tu, sio kwa leo, hebu tuache, sio kwa leo, na I know umenimisi na mimi nimekumisi pia lakini sio kwa leo ni sio kwa siku nyingine. Leo ilikuwa ni siku special sana tuji tukaaribu tukafanya kingine ambacho kitakuwa sio kizuri. Jenifer anasema wakati nimeingia ndani, mlango ulikuwa wazi, nilijua tu labda ni Miriam alitakuwa tayari amefika nyumbani, maana ukumbini, anasema mara ya mwanzo mwanzo alikuwa ipo lakini kule mwisho kabisa wakati wa zawadi na nini na na vitu vingine, picha zile za mwisho sikumuona da Miriam. Kwa hiyo nikajua fika kwamba yeye atakuwa aliondoka kabla ya sherehe kuisha, mapema tu itakuwa aliondoka. Kwa hiyo nilivyokuta mlango wazi nilijua tu tayari ni Miriam yumo ndani lakini nasema nilivyoingia ndani, nimefungua geti nikalirudishia, kwa sababu najua pia wazazi watakuja muda sio mrefu. Nasema nilisikia kilio na ilikuwa ni sauti ya dada Miriam, anasema lakini, ha, alikuwa na hali, yani, hali kama ni kama vile anaumizwa ni kama vile hata kama ameumia ni kama analia kwa sauti, analia kwa sauti kubwa sana anasema, alikuwa analia kwa sauti ambayo kwa nje mtu ukiwa nje sio rahisi kusikia, lakini ukiingia ndani unaisikia kwa vizuri kwenye vile. Anasema nilisikia ikiwa analia kama mtu mwenye uchungu mkubwa sana Nikaogopa, nikasema ina maana dada Miriam ndo ameumia kiasi hicho, analia kama mtoto kwa sauti kubwa kiasi hicho kweli? Yeye anasema wakati naingia, nataka kuwasha tu taa hivi, nikashikwa mkono. Nikina nani? Ilikuwaje? Miriam analia nini kwa sauti kubwa? Kuna kitu gani kipo ndani ya nyumba ya kina, kina Jenifa? Nani amemshika Jenifa mkono? Usiku, ilikuwa ni usiku jana, nasema ametoka. Mimi naitwa madam T, siku ya kesho tutaendelea endelea kusikiliza 98.7 Banana FM. Niwatakie jioni njema, niwatakie siku njema.